E bwana, kitu ambacho kimemeke headline leo ni kuhusiana na release ya ngoma mpya kabisa ya Diamond Platinumz ameachia ngoma mbili, lakini moja kati ya ngoma ambazo zimepokelewa vizuri zaidi ni hii ngoma ya Katam, ambapo umo ndani unaambiwa kwamba eh, kuna vitu vingi sana vimeibuka. Nadhani utakuwa unaelewa, lakini all in all ni kwamba vyote Bien, wasanii wakali, kabisa Afrika Mashariki vinavyozungumziwa, lakini lakini pia humo ndani watu wameanza kusema kwamba Diamond ameimba kama vile kwa ajili ya kumsifia Zuchu ambaye ni mkewe, lakini pia kuna wengine wamesema kwamba kumbe ile issue yeye kuoa sio ndoa kweli, bwana. Diamond aweza akaoa kinyonge vile ukilinganisha kwamba, ukizingatia kwamba hivi karibuni Jux ameoa ndoa moja ya kibabe sana hapa Bongo. Kwa hiyo Diamond naye pia obviously lazima angetaka ange kufanya funika zaidi ya ile. Umeona bwana so wadau wanasema kwamba ile ndoa ambayo watu walihisi kwamba amemwoa Zuchu ni kwa ajili tu ya kupromoti ngoma hii ambayo imetoka hivi karibuni, ambapo umo ndani kuna mashairi ambayo amesikika Diamond akiwa anazungumzia hiyo ndoa na kumzungumzia pia Zuchu. Kwa hiyo mambo ni mengi, lakini all in all ni kwamba ngoma inakimbiza sasa hivi, iko namba moja katika baadhi ya streaming platforms na Watanzania wameipokea vizuri mno, umeona bwana, eh? Sasa Mr Pimbi naye pia amejitokeza kuzungumza jambo kuhusiana na ngoma hiyo ya Katamu ya Diamond Platnumz ambapo amemwaga sifa za kutosha atakapomsikilize. Mr Pimbi ambapo sasa hivi ameamua kusimama upande wa Diamond Platnumz kwa kusifia mambo mengi makubwa ambayo Diamond ameyafanikisha au anayafanya, msikilize hapa Mr Pimbi. mm,

jua ni wakubwa, nataka niwaambie na ninawaambia, msipokaa vizuri, msipokaa vizuri, Bien anakuja kukaa kwenye siti zenu very soon, I'm telling you. Naam, hicho ndicho alichokizungumza Mr. Pimbi. Je, una maoni gani? Unakubaliana naye? Unapingana naye? Weka maoni yako hapo chini katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.